Mwanamke ambaye umetoka kujifungua nisikilize kwa makini. Nataka kuongelea aina ya uchafu ambao utatoka na ni kwa muda gani, ili uelewe vizuri. Kuna uchafu aina ya lochia ambao mafu natoka siku ya kwanza mpaka siku ya saba. Aina yake inakuwa ni damu nyekundu ambayo inakuwa ni nyekundu sana, ile bright red lakini pia unakuwa mzito kama siku za kwanza za hivi, inakuwa kama mabonge mabonge madogo madogo hivi, ambayo ni clots, zinakuwa ni mabonge fulani hivi madogo madogo. Kwa zile siku tatu za mwanzoni inaweza ikawa nyingi, lakini kuanzia siku ya nne na kuendelea ikaanza kupungua. Hiyo ambayo tulikuwa tunaongea ilikuwa ni uh, lochia rubra. Kuna hii lochia ferosa ambayo ni wiki ya kwanza hadi ya tatu. Tusichanganye kwa sababu nasema lochia rubra ni siku ya kwanza mpaka ya saba. Sasa hii ni wiki ya kwanza mpaka wiki ya tatu, inakuwa ni pinki nyepesi kuliko ya awali, lakini pia inakuwa haina harufu kali, harufu yake ni ya kawaida. alafu kuna uchafu ambao ni uh, Loki Alba ambayo yenyewe kuanzia wiki ya tatu mpaka ya sita. Hii inakuwa ni inaweza ikawa colorless ambayo inavutika au ikawa njano nyepesi uh, au nyeupe alafu unakuta damu imeisha kabisa, na hiki kinakuwa ni kipindi cha mwisho kabisa kabla ya kupona kabisa. Kwa hiyo sasa, mama anapona lini kabisa? Kwanzia wiki ya nne mpaka wiki ya sita mama anakuwa ameshapona, na tusemi kwamba atakuwa ameshapona kabisa. Hapana, tumeweka tu kama postnatal period, lakini bado mama anahitaji uangalizi, kula vizuri, lakini pia nakupata muda mzuri sana wa kupumzika. Kwa wale ambao wamejifungua kwa upasuaji mjue tu yaani hata kama uchafu utakuwa unatoka kama alijifungua kawaida, muda wa kupona bado ni ule ule, wiki sita na kuendelea. Usije kafika saa damu itoke, inaweza kuendelea. Hapana, subiri. Ni kipindi gani mama atatakiwa kuwahi hospitalini haraka iwezekanavyo? Kama mama atakuwa anapata mabonge ya damu makubwa kama yai, kama yai, alafu mengi, anatakiwa kuwahi haraka sana hospitalini. Kama damu ni nyingi sana unaweza kubadilisha pedi ndani ya nusu saa mpaka lisa, unabadilisha pedi nyingi, yani damu inatoka ni nyingi sana, please mwone daktari haraka iwezekana. Kama unapata harufu mbaya kama samaki ambayo imeoza, mwone daktari haraka iwezekana. Kama unapata maumivu makali sana ya tumbo, please mwone aa daktari haraka iwezekanavyo. Maumivu ya tumbo yapo, waka, kwenye kipindi cha postnatal lakini sio makali ambayo hayavumiliki. Homa, kutetemeka, muone daktari haraka iwezekanavyo. Wakati mwingine ukuta umeshafikisha wiki ya tatu, alafu damu inarudi tena inakuwa nyekundu kama ile ya kwanza. Please muone daktari haraka iwezekanavyo. Haya inaweza kashiria infection au jambo lingine ambalo ni kubwa ambalo linahitaji sana uangalizi wa daktari. Kwa hiyo kumbuka hivyo. Karibuni sana kwa wale ambao mlichanika, bado tuna huduma ile ya kurekebisha kukushona na kuweka tayari lakini hata kama hujijui, njoo tu kucheki. Tuna huduma pia ya kumcheki mtu, tunacheki perino na kila kitu kuangalia kama uko alafu, tunaweza sasa tukakushona kwayo. Karibuni sana, tuko Tegeta, kwa ndevu. Thank you for watching until next time. Bye, bye.